Na mtazamaji na uchunguzi wa mauaji simba uh, simba sita, tai 34 na fisi kadhaa unaendelea kufanywa na serikali ya Kenya ikishirikiana na ile ya Tanzania, kwenye hifadhi ya taifa ya Amboseli. Na wanyama hao walifariki baada ya kula mzoga wa ng'ombe uliokuwa umewekewa sumu kimaksudi katika eneo la Kitenden, mpakani mwa Kenya na Tanzania. Maafisa wa wanyama pori kutoka nchi hizi mbili wameanzisha uchunguzi wa pamoja huku washukua wawili wakiripotiwa kuwa chini ya uangalizi wa maafisa wa usalama. Na kufuatia tukio hilo, uongozi wa Kitenden Conservancy pamoja na group ranch ya Olgulului Olalarashi umetangaza kusitishwa mara moja kwa malisho ya mifugo kutoka upande wa Tanzania hadi wahusika wakamatwe na kufikishwa mahakamani.